Habari, jina langu ni Beatrice Sanga, afisa uhusiano kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi. Tunapoelekea kuazimisha wiki ya utumishi wa umma ambayo itaanza siku ya tarehe 16 mpaka 23 Juni 2025. Sisi kama PSPTB tunaungana na watumishi wote kuhakikisha tunaendelea kutoa huduma. Katika wiki hiyo ya utumishi wa umma, tofauti na ilivyozoeleka kwamba huduma zetu zinaishia saa kumi jioni toa huduma kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni ili kuwapa wanafasi wataalamu wetu ambao wanakuwa makazini kuweza kufika hapa na kuweza kupata huduma. Lakini pia katika kuhakikisha tunafikia moja ya kundi kubwa la wadau wetu ambao ni wanafunzi, timu yetu kutoka PSPTB imejipanga kuwafikia wanafunzi wa vyuo mbalimbali hapa Dodoma, ambapo siku ya tarehe 16 timu kutoka PSPTB itakuwa katika chuo cha serikali za mitaa Hombolo, lakini pia tarehe 17 tutakuwa chuo cha elimu ya biashara CBE. Lengo kubwa ni kufika na kukutana pamoja na wanafunzi wanaosoma masomo ya ununuzi na ugavi ili kuweza kuwapa nafasi ya kuitambua bodi yao na kutambua shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na PSPTB. Pamoja na hayo yote, tunapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote, wataalamu, wanafunzi, wakufunzi na wananchi wote kufika PSPTB kwa ajili ya kupata huduma. PSPTB tumejikita kwenye ubora. Baada ya kuwasikia wale wote ambao nilikuambia hapo mwanzo tutakuwa nao, nitumie fursa hii kukushukuru wewe mtazamaji wangu toka tumeanza mpaka sasa, tunapokwenda kuifikia tamati. Mpaka wakati mwingine, asante kwa kuwa nasi.